maliza chuo nitapata ajira. Kwa hiyo ilikuwa vice versa, nikamaliza chuo degree yangu, sikupata ajira. Nilichanganyikiwa kwa sababu niliona ndoto zangu zimekufa. Nikaanza kujitolea sehemu mbalimbali mpaka ikafika hatua nikachoka, nitaenda haraka haraka